Naitwa Mahmud Ali Baro aka Shabin nimetoka wodi inaitwa Sala Ward. Sala iko karibu na Madogo. Eh, nina mengi ya kusema lakini nitafupisha ikwetu moja ama mbili. Ya kwanza waziri amesema mengi kuhusu mambo ya magari ya polisi. Mfano, nilikuwa nimedelegetiwa niongee juu ya Bangale, Madogo na Sala kwa ufupi tu ni maneno mawili yale ya kwamba eh, kuna end inaitwa Hasako. Hasako hawana gari, police station iko shida pale. Kwa hivyo wanahitaji gari, ni sema kwa on behalf of other MCAs. Eh, kuna mahali inaitwa Mlanjo. Mlanjo kulikuwa na police station zamani, lakini 1992 imefungwa. Jamii wanahitaji hiyo police station irudishwe pale ili tupate amani pale. Eh, hiyo ni madogo kuhusu mambo ya Salawood. Eh, ndugu yangu Murkomen wakati ulikuwa kwa Roads, mahali inaitwa Mororo, unajua ilifagiliwa na mfuriko, hiyo iko ofisi yangu pale Mororo. Vile imejengwa bridge, watu wamehama, watu wa Mororo mpaka waleo hawana makao. Tunaweza kusema wamepewa na serikali, mara wanahama, mara wanarudi. Kwa hivyo watu wa Mororo na, na kuomba tafadhali saa zingine utembelee ujue hao wananchi wataishi vipi. Kwa hiyo mahali eh, ingine ni vile nimesema, Sala Ward tuko na shida ya IDs, mambo ya ID cards, mambo ya birth certificates. Mama anasafiri kutoka Sala, Sala ni kijiji, mpaka anaenda madogo, kuenda na kurudi hana transport, ofisi ni mbali. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba ofisi ya division tupate Sala Ward kwa sababu Sala kunaishi jamii ya Wata na jamii ya Walewana ambaye ni wachache sana katika Kenya, minority and marginalized community. Hata mimi ingawa mimi ni Msomali, lakini wale jamii na watetea ni wachache kabisa katika Kenya. Na baka sahi hiyo jamii, ukienda hiyo vijiji hawana network, hawana sitima, hospitali yenyewe ni nadra mambo Yani all, uh, what do you call, uh, services ya serikali ni kidogo sana huko. Hata sitima hakuna, iko shida mingi. Kwa hivyo ndugu yangu mo, tunaomba huko tupate ofisi ya division huko Sala ili wasaidike, pia mambo ya ID, mambo ya birth certificate, na yale mam, mama asipige mguu ama asipande barabara. Ningesema mengi lakini kwa sababu ya wakati. Kwa mimi nasema ndugu yangu karibu, lakini uchukulie maneno ya kwamba Sala tuko na shida, Tana North tuko na shida mambo ya network, hata nimeandikia watu wa Safaricom mpaka sasa hii hawaje tujibu ngawa hivyo, uko karibu na rais moja tu. Sisi katika MCS tumekuwa yatima ya kuwa MCS, tuko na shida nchi nzima, lakini madamu uko karibu na rais eh, eleza yeye kwamba MCS wa Tana River wanataka kuona wewe specifically, tukae na wewe, hata wewe ukija hapa wakati unapisha hodi, usione governor peke yake, usione senator peke yake, uliza MCA yuko wapi, area MCA yuko wapi. Tuko na shida na vile unatetea serikali nyingine wenye kofia na uniform, nasema na unawapiga salute machief zetu na wenye wako pia. Kumbuka MCA ni foot soldier ya president pia. Asante sana, thank you, thank you very much thank you.